Unaweza ukadhani ni kama gumzo hivi ambalo linaendelea kukithiri ndani ya chama hiki cha kidemokrasia na maendeleo CHADEMA mara baada ya kuwepo kwa makundi mawili. Lipo kundi linalokubali ajenda ya no reform, no election, lakini pia inatajwa kuwa ipo sehemu ya watu ambao wanapinga ajenda hiyo kwa kile kinachoelezwa kuwa uchaguzi ni jambo la msingi ndani ya chama hicho ambacho kitazalisha wabunge, madiwani na hata rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Hivi karibuni aliyekuwa katibu wa sekretariati wa chama hicho Julius Mwita ameondolewa katika kiti hiko kwa madai mbalimbali, ilikuwa mbali. Ni pamoja na kile kinachoelezwa kuwa ana mtazamo wa kuipinga ajenda ya no reform, no election, kitu ambacho yeye mwenyewe amekanusha kwamba hakina ukweli. Wale ambao mnasoma kwenye magrupu ya WhatsApp mtaona huko yanayozungumzwa, hawa hawafai wafukuzwe ni kwa kati kabla sijaja hapa nasoma, wanasema wafuatao wafukuzwe Chadema. Jina la kwanza pale Freeman Mbowe. Anayesema hivyo amejiunga na Chadema mwaka 2023 anasema Freeman Mbowe afukuzwe Chadema. Unajiuliza hii chuki imetoka wapi? Ile family hood ambayo Chadema tulikuwa nayo miaka hiyo, tunakaa kama family, imeenda wapi? Ile love iliyokuwepo ndani ya chama imeenda wapi? Sasa nilitaka kwanza nijenge msingi huo kwamba mimi sijaondolewa kwa sababu eti napinga no reform no election ila nimeondolewa kwa sababu nachukiwa, nimeondolewa kwa sababu nina, ninaonekana kuwa ni mfuasi wa Mbowe. Sasa Mbowe leo amekuwa mtu mbaya sana kwa Chadema kiasi hicho? Sasa yako mambo nitayasema hapa e, yatakayoonesha kwamba hii ni chuki tu, wala hamna kitu kingine. Kwa hilo ikabidi niliseme. Hivi katika hatua nyingine, Julius Mwita ambaye hivi sasa ni mwanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, amekiasa chama hicho kukaa katika meza ya majadiliano kutafuta suluhu moja ambayo itakifanya chama hicho kuendelea kutekeleza majukumu yake ya kisiasa ndani ya taifa. Tumekuwa tukienda kwenye field huko, tunakaa kama familia yani, tunaishi kama ndugu ambao tunajuana, hata kama yani unafika sehemu haumjui mtu, lakini ukifika pale anakupokea kwa sababu we ni mwanachama wa Chadema. Kwa hiyo kitu pekee cha kuponya haya mambo ni kurudisha love iliyopotea ni kurudisha familyhood iliyopotea ni kurudisha brotherhood iliyopotea na, ku, na kuondoa dhana kwamba wewe uliyeshinda ni, ni mkubwa sana, aliyeshindwa hafai.